Hey, mambo vipi, karibu sana. Tunaendelea na kujifunza Python programming language. Tayari tumeshajifunza kuhusiana na object oriented programming ni kitu gani, ni aina gani ya programming. Tumeshajifunza namna gani ya kutengeneza class, kutengeneza method ya kwanza kabisa ya initializer. So tunaendelea pale ambapo tumefikia katika video iliyopita, ambapo nilikwambia kuwa tutakuja kuoneshana jinsi gani ya kuweza kuongeza kuweka method nyingine ndani ya class ambayo tumetengeneza. So hapa tuliweza kutengeneza method hii moja initializer, na tukafahamishana inaofanya kazi. So sasa hivi wacha niweze kuondoa hizi statement zetu za kuprint ujumbe na tuweze kuadd method ndani ya klasi yetu hii hapa. Kwa kuweza kuadd method tutakuja ndani ya klasi yetu na tutahakikisha tumeacha indentation hii space, ili kuonesha kuwa method hii imo ndani ya klasi yetu hii ya mwanafunzi hapa so, mimi nitadefine function yangu taandika jina la method yangu taja underscore taarifa okay. So, mimi nahitaji kutengeneza method ambayo itatoa ujumbe wa mwanafunzi information zake, instead ya kuprint kama tulivyofanya katika video iliyopita, huku chini tulipoweka print. Sasa hivi tunahitaji kuweka, eh, ujumbe utokee pale katika method hii, so tutakapoicall method hii, tayari iweze kurudisha ujumbe. So wacha tuweze sasa kuweka mabano yetu na humo ndani tupitishe self. Tumefahamishana self inafanya kitu gani haswa, na natumai utakuwa unakumbuka so tuweke colon na baada ya hapo, ndani ya function yetu hii ama method yetu hii tuweke return. Then baada ya return tutaweka a formatting string yetu. Tutaanza na f colon double quotations then itafata just a statement naitwa, then tuweke curly braces na tupitishe variable yetu hapa, so self dot jina. Itakufahamisha jinsi ambavyo inafanya kazi hii method so koma, then tuweke tuendelee na meseji yetu, ni na miaka curly braces self dot umri koma, na soma uh, curly braces self dot chuo, okay. Nategemea umeshaangalia video iliyopita. Kwa hiyo hiki ambacho nakifanya ni mwendelezo tu wa pale ambapo tumeishia, so hii ndio method ambayo tumeitengeneza, na method hii tumeiita kama ni taja underscore taarifa, ndio jina la method yetu. So tutakapoi call tutatumia hili jina, na hapa tumepitisha self. Self inafanya kazi gani haswa? Ni kama huku tulipoielezea katika video iliyopita, self just itakwenda kuonesha kuwa sasa hivi tuna deal na objekti fulani, maana yake itaenda ku represent ile object ambayo tunafanya nayo kazi. Kwa hiyo self.jina maana yake attribute ya jina katika hiyo objekti yetu ndio ambayo tunaihitaji iweze kujitokeza hapa. So baada ya kuweza kutengeneza hii method, wacha tuone sasa kwa kupitia objekti yetu hii hapa ya m1 ambayo tumei call class yetu na kupitisha value humu kwa moja kwa moja hapa, maana yake tumesha create object ya m1, lakini vile vile hapa object ya m2 imekuwa created. So mfano nahitaji sasa kuona ujumbe huu utakavyo display, just nitaandika tu print nje ya class yetu huku chini, na nitaita object yangu m1 dot then nitaita ile method ambayo nahitaji kufanya nayo kazi. Method hapa ni hii ambayo tumeitengeneza taja underscore taarifa the message ambayo tunahitaji kuicall. Call taika parentheses, then nitafunga print statement yangu hapa kama hivi, kama unavyoona. So hii ni itakwenda kutoa output ambayo itareturn hiki kitu hapa, kwa sababu tumeita hii method. Kwa hiyo tumetumia object yetu M1 tukacall hii method yetu. Kwa hiyo kinachokwenda kufanyika sasa, hii self maana yake itajua sasa tuna deal na object hii ya M1. Kwa hiyo sasa, jina ambalo limehifadhiwa katika object hii ya M1 ndio ambalo itatolewa hapa. Na hapa ni umri ambao umehifadhiwa katika, uh, M1 object yetu, na hapa chuo ambalo ni value iliyohifadhiwa katika attribute ya chuo katika hii object ya M1. Na hizi zinapitishwa hapa. Ukiangalia hapa, kwanza tumeanza kwa ku create object yetu. So hizi value ndizo ambazo zitahifadhiwa katika hiyo object yetu ya M1. So hapa tukiweza kurun programu yetu output kama unavyoona naitwa Ali nina miaka 22 na na soma Suza. So ukiangalia, so hapa imeenda kuitwa hii method yetu ya taja taarifa na imeweza kureturn method hii baada ya kuitwa na ikatoa jumbe hii. Ndio hii jumbe ambayo tunaiona hapa. Okay? Na imetoka kwa sababu tulitumia hii function ya print na kuweka kitu chetu hiki ndani object yetu na kuita ile method basi tayari tumeweza kutoa output hii ambayo unaiona. So natumai umeweza kuona hapo jinsi gani ya ku -add method katika klasi yetu na kuweza kuitumia kama hivi. Kumbuka kuweza kutumia hii self kwa ajili ya kuweza kutambua object ambayo e, unafanya nayo kazi kwa muda huo hapo, ama unahitaji zile attribute zake kuweza kuziona ama kuzitumia. So tuangalie sasa namna gani ya kuweza kuongeza method na kuweza kurekebisha data. Tutatengeneza method ambayo itaenda kuchange data kidogo katika hizi data za object zetu, so acha tuweze kuona. Okay, hii method wacha tuiadi hapa. Kwa hiyo ndani ya klasi yetu ya mwanafunzi, wacha tuongeze method nyingine, ambayo tuanze kwa kuweza kutumia keyword yetu ya def, define function yetu Let's say ongeza ongeza, kitu gani umri? So tunaenda kuongeza umri wa mwanafunzi okay. Ndani humu, wacha tuweke self, koma na ile attribute ambayo tutakwenda kuitumia ambayo wacha tuicall miaka okay, tuweke colon. Hii ni parameter tulioipitisha hapa ya miaka okay. Kwa hiyo tunategemea tutakapo call function hii, I mean method hii, tutapitisha argument ama value ili ije hapa na kuweza kuongezwa huo umri wa huyo mwanafunzi. So hapa tutaika self.umri self.umri, hii moja kwa moja maanake tunaenda ku access ile attribute ya hiyo object ambayo huyo mwanafunzi moja hapo, ambao tutatumia kati ya m1 ama m2, yani object hii ama object hii, umri wake maanake hapa tunakwenda ku access kwa kutumia self.umri then tuweke alama ya jumlisha sawasawa na miaka. Natumai kitu hiki tumeshajifunza huko nyuma, katika video zilizopita, sio kigeni. Ukiweka jumlisha na sawasawa inamaanisha nini? Okay, maanake inamaanisha uchukue hii ujumlishe na hii miaka okay. Na miaka kumbuka, tumepitisha kwa kupitia hapa katika hii parameter So, tutaenda kuona value itakavyokuja hapa. So hii itakachofanya ni itakwenda kuongeza sasa huu umri, maana yake hii self dot umri itakwenda ku plus na hii miaka itakaoingizwa hapa. So moja kwa moja tayari method yetu inaishia hapa. Wacha tuje sasa huku nje ya klasi yetu. Kumbuka tupo na m1 na m2, object 1 na object 2. Kwa hiyo huyu ni mwanafunzi wa kwanza, huyu ni mwanafunzi wa pili, na information zao ni hizi. Huyu wa kwanza ni Ali, miaka yake 22. Uh, chuo ni Suza, lakini huyu wa pili ni Aisha, uh, miaka yake ishirini na moja, chuo ni Udom. So baada ya kuweka kitu kama hichi kinachofuata hapa, wacha tuone sasa jinsi ya kuicall function yetu ama method yetu ya ongeza umri na baada ya hapo tuweze kuona output ambayo tutaipata baada ya kuongezeka huo umri. So tuachi kama kawaida hii print ambayo tumeiweka hapa kisha hapa Tuende sasa tuicall function yetu hii ama method yetu hii ya ongeza umri. So, m1 ambaye ni huyu Ali hapa object yetu ya kwanza M1, dot. Tunatumia hii dot kuweza ku call ile ama kufanya kazi na ile method ambayo tunahitaji kufanya nayo kazi. So hapa ongeza method yetu, then ndani ya mabano tunapitisha mbili. Hii mbili ambayo tumeipitisha hapa inakwenda kubebwa na hii parameter ya miaka, maana yake hii inaita as argument. Kwa hiyo miaka hapa kumbe ni mbili, za umri ukijumlisha na mbili unapata ngapi? Umri wa nani? M1, kumbuka ni hii object ambayo ni mwanafunzi huyu ambaye ni Ali. Kwa hiyo Ali ana miaka 22, tuki plus na hii miaka ambayo ni mbili tulioipitisha hapa, itakuwa 24. Wacha tuone sasa output tutapatiwa ngapi? So tuweke print function yetu tu call object yetu m1 dot taja method yetu ile ya kudisplay information ya huyu mwanafunzi, so underscore taarifa mabano, tufunge print function yetu, so kama hivi ambavyo unaona. Kwa hiyo kinachokwenda kufanyika hapa, method hii ya ongeza umri, kikubwa inachofanya inapokea kwanza hapa value kutoka huko itakapoitwa hii method, maanake hapa kuna parameter ya miaka kwa hiyo tutakapo call itabidi tupitishe ile argument value, somi yake itabeba mbili, kumbuka hii tume call hapa mbili, na kumbuka hii tunatumia object hii ya m1 mwanafunzi wa kwanza huyu. Na vipi hii function i mean, hii method inafahamu kama tunafanya kazi na m1? Tayari kuna hii self ambayo itatutambulisha sasa hivi tuna deal na object hii ambayo tumetumia hapa m1 moja kwa moja itakwenda kuita ile attribute ambayo inapatikana katika hii object ya m1, ambayo ni ya umri self.umri, then ita increment na mbili, maana yake ita plus na mbili, ambayo mbili ya hapa katika miaka ni hii hii hapa ambayo inakwenda kuritani ujumbe huu, ukitoa information za hii object yetu, hii hapa ambayo ni huyu mwanafunzi wa kwanza. Kumbuka, baada ya kutoa ujumbe huu, tayari tumeshajumlisha miaka aliyokuwa nayo na mbili. Hii hapa hii imefata baada ya hii, lakini hii huku kabla ya kuweza kutumia method hii ya ongeza umri ambayo inaenda ku plus umri aliokuwa nao ukijumlisha na miaka ambayo hii miwili tulioongeza. So hapa kinachokwenda kutoka hii itatoka ni ishirini na mbili miaka yake ambayo yupo nayo, lakini hii itakuja kutoka ishirini na nne katika miaka. So acha tuweze ku run na tuone, na kama unavyoona, naitwa Ali nina miaka ishirini na mbili nasoma suza hii kabla hayajaweza kuicall method hii ya ongeza umri na kuweza kufanya nayo kazi, lakini baada ya kuicall method ya hii ongeza umri na kujumlisha, kwa sababu method hii inachofanya ni kujumlisha hii miaka na hii attribute ya umri. Kwa hiyo output tukaipata sasa hivi miaka yake ni ishirini na nne katika hii eh, statement ya pili okay? So hivyo ndivyo ambavyo unaweza kutumia method ya kuweza kubadilisha pengine data. Unaweza kujaribu kutengeneza method mbalimbali amba ambazo amba e, zinafanya vitu tofauti tofauti kwa kutumia hizi njia ambazo nimekufahamisha hapa, jinsi ya ku interact na object ambayo umeitengeneza kupata zile attributes zake na kuzitumia. Eh, hakikisha unazingatia issue nzima ya matumizi ya hii self okay, katika hizo method zako, muhimu sana kuweza kuzingatia. Kwa hiyo hizo object zako utakuwa na uwezo wa ku access zile attribute ambazo zipo katika hiyo object ama zile method ambazo zipo katika hiyo object tutakuwa na uwezo kufanya nazo kazi. So ukiangalia hapa tupo na object mbili, lakini hii ya pili hatujaweza kuifanyia kazi. Hiyo ni kazi yako wewe, nakuachia, jaribu kufanya mfano sasa kwa kupitia hii object ya pili ya mwanafunzi wa pili M2. Okay, sisi tumeshajifunza kwa kupitia hii object ya kwanza ambayo ni M1. So sina la ziada leo katika video hii. Natumai umeweza kujifunza kitu. So tutakuja sasa kuona video inayofuata, jinsi gani ya kutumia attribute ukiwa ndani ya method zako kwenye class yako. Nadhani hapa tumeona, lakini tutakuja kuona vizuri katika video inayofuata. Tutakuja kupeana mfano mwingine, ukiachilia huu wa mwanafunzi. So usiwe mbali na YouTube channel yangu. Hakikisha umegonga alama ya kengele, ili upate notification ninapo upload tu muendelezo wa hiki ambacho tunaendelea kujifunza. Sina la ziada. Una maswali, una sehemu hujaelewa basi unaweza kuniambia katika sehemu ya comment. Na kama umeelewa basi hakikisha una like video hii ili niweze kutambua kuwa hiki ambacho nakifahamisha kinaeleweka. Asante sana, tukutane wakati mwingine.